Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimesambaa huko mitandaoni ni hii picha ya kiatu ambacho kina muonekano kama wa samaki. Umeona bwana eh? Sasa hiki kiatu bwana ni kwamba kimepostiwa na dada wa Diamond Platinumz ambaye anafahamika kwa jina la Esma Platinumz ambapo kimeibua mjadala mzito kweli kweli huko mitandaoni tukiwa tunafahamu kwamba Mama Dangote ni Manyema, ni mtu nadhani kama sikosei ni mtu wa Kigoma. Sasa huko Kigoma bwana, moja kati ya vitu ambavyo huaga vinazungumziwa zaidi au samaki ambao wanatokea pande hizo ni migebuka. Eh, tunajua kabisa kwamba Mwanza ni Sato Sangara, lakini Kigoma ni migebuka. Sasa kwa mujibu wa picha hii ambayo imepostiwa hapa, Esma ameposti hiyo picha alafu akaandika ujumbe ambao huu ujumbe pia ni moja kati ya vitu ambavyo vimeenda viral na watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao hapa. Esma ameandika, amemtagi kwanza mama Dangote, mama mzazi wa Diamond Platinumz, alafu akaandika kwamba mama Dangote, zawadi ya bwana Nasibu kwenye harusi yake itakuwa ni hicho kiatu cha mgebuka wa, wa Kigoma. Umeona hiyo? E, ni hayo, e, ni maoni ya bibie Esma Platinumz dada wa Diamond Platinumz kuhusiana na ndoa ya Diamond. Sasa hapa watu wamekuja kuweka maoni yao, kwa mfano hapa kuna mtu amesema, bwana kwani biharusi eh, wa kupewa Kwani bi harusi wa, wa kupendwa na hii familia ameshapatikana? Kwa mtu ameuliza hivyo. Shilole hapa amekuja, amecomment, amecheka kwa sababu bwana, hii familia kiukweli haiko serious kabisa kwenye mambo ya ndoa. Kwa mtu anasema kwamba bwana, kwani imeisha, ameshapatikana mke ambaye atakaye, ambaye nyinyi mmempenda muoe? Kwa mtu anasema kwamba bwana, kinauzwa bilioni kumi hicho, mtaweza kununua? Kwa mtu anasema kwamba bwana, kwanza nani anayetaka kuolewa kwenye hiyo familia yenu na uswahili wote huo mliokuwa nao, mke anakuwa chini ya mama na dada eh. <laughs> Utadhania wao ndo, utadhania nyie ndo mnaooa. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, yani hii ukiweka tu paka ameshapita nacho, kuna mtu ameandika hivyo. So, ni moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mitandaoni, na watu wengine wakidai kwamba kama vile labda inawezekana ikawa ni mafumbo, labda kuna mwanamke ambaye Diamond anataka kumooa kutokea pande za Kigoma, na ndio maana Esma ameposti hivyo na kusema kwamba hiyo ndio itakuwa zawadi ya harusi katika ndoa ya nasibu ambaye ni Diamond Platinum. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.